Hii ni ishara tosha kwamba wananchi wa wilaya Wete mnaunga mkono juhudi za serikali yenu, ambayo moja katika masuala muhimu ambayo tumekuwa tukiahimiza ni usafi wa mazingira na kutunza eh, mazingira yetu, miji yetu, ili iweze kuwa na haiba, lakini pili tuweze kutunza afya ambazo tuko nazo. Ndugu wananchi, ndugu wananchi wa wilaya Wete tupo hapa kwa ajili ya kuadhimisha uh, sherehe uh, shamra shamra ya sikukuu uh, sherehe zetu za mapinduzi matukufu ya mwaka 64 kutimiza miaka uh, 62 sasa. Katika kipindi hicho, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia awamu mbalimbali imekuwa mbali ikifanya mambo mengi sana ambayo yalikuwa Yanalenga, yanalenga kumuinua na kumuimarisha mwananchi wa Zanzibar kufanya kazi zake lakini pia kujijengea uchumi pamoja na ustawi wa jamii. Tunaomba sana ndugu wananchi, tuyatunze mapinduzi yetu ambayo yametuwekea huu msingi, lakini pia tutunze mazingira yetu kama ni sehemu ya kusaidia kutunza mapinduzi yetu. Serikali imekuwa ikitumia pesa nyingi sana kutibu maradhi mbalimbali, hususan maradhi ya kuambukiza. Sasa haya tunaweza kuyapunguza, gharama hizi tunaweza kuzipunguza kama tuta, tutafanya usafi kama ni tabia yetu katika maeneo yetu tumekuwa tukichambuliwa na maradhi mbalimbali, mara kipindupindu, mara sijui kuharisha damu na kadhalika. Haya yote yanaepukika, na pengine hatuhitajiki kukaa mpaka tukasubiri kutumia dawa kutibu. Kwa hiyo nawaasa ndugu zangu wananchi, nawaasa ndugu zangu wa kike na kiume kuifanya hii ni tabia wote tunashuhudia mambo makubwa kabisa, mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi, lakini hata ya kijamii ambayo yanafanywa na kiongozi wetu mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wake. Kwa wale wanayofahamu maono yake, nadhani hawatashangaa kuiona Zanzibar hivi ilivyo ukilinganisha na kipindi ambacho cha miaka mitano iliyopita.